Hii ni taarifa kwa umma kutoka Tanzania Football Federation TFF, baada ya zile stories za Young Africans kuto kulipwa katika kombe lililopita la CRDB Federation Cup. Sasa TFF wameweza kutolea ufafanuzi wa taarifa hiyo, na hii hapa ndiyo taarifa kutoka TFF na kusomea hapa. Tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndiye mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba kwa msimu wa 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, CRDB Benki Federation Cup. Benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai TFF shilingi milioni 200, ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayoidai klabu hiyo. Young African Sports Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni hivyo ili kuto kuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandika barua Young Africans kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa nne asubuhi kwa hakiki deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na Clifford Marion Dimbo, ofisa habari wa mawasiliano TFF Juni kumi, elfu mbili na ishirini na tano. Hiyo ndiyo taarifa kwa umma kutoka Tanzania Football Federation, TFF, wakijibu klabu ya Yanga baada ya ileta mko kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga Bwana Ali Kamwe akidai kwamba Young Africans haikulipwa katika msimu uliopita wa CRDB Federation Cup. Young Africans wanasema hawakulipwa, CRDB wanasema walilipwa TFF wanasema Young Africans ndio wanaodaiwa na TFF kwa sababu hela ambao waliipata kutoka CRDB Federation Cup waliomba ikatwe katika malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za usajili wa wachezaji wa kigeni. Mimi mbona kama nimepigwa na butoa na hizi story zinaniacha hoi na shindwa kuelewa nani ni nani, yupi ni yupi, wapi ni wapi. Ah, ebana, drop your comment hapo kwenye comment. Ni kipi ambacho unahisi kiko sahihi na kipi ambacho unahisi hakiko sahihi, niupe mtazamo wako juu ya taarifa hii, drop your comment comment hapo kwenye hapa. ni Supa 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hii ni taarifa kwa umma kutoka katika benki ya CRDB, e, baada ya taarifa kutoka Young Africans kudai kwamba hawakulipwa fedha ya kombe la CRDB Federation Cup katika msimu uliopita taarifa inasema hivi: Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mjibu wa mkataba baina ya benki na CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma, benki ya CRDB, Juni 12, 2025. Hiyo ndio taarifa kwa umma kutoka katika peji rasmi kabisa ya benki ya CRDB ambayo wameiposti wakijibu sakata la msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari hapo jana kwamba klabu ya Yanga bado haijalipwa pesa ya kombe lililopita la CRDB Federation Cup. Ni upe mtazamo wako juu ya taarifa hii kwa umma kutoka CRDB. Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hapa ni Supa 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimechezo.